Hatimaye taifa la Marekani na wao wamejitokeza na kutoa kauli yao kufuatia sakata la Boniface Mwangi na Agather Atuhaire waliodaiwa kushikiliwa na mamlaka za Tanzania. Kwa sasa Boni na Agather wamekwisha kuachiliwa na wamerejeshwa kwenye nchi zao Kenya na Uganda ambapo mara baada ya wanaharakati hao kurejeshwa katika nchi zao wameeleza kuwa wamepitia mateso mazito sana walipokuwa wameshikiliwa na mamlaka, huku wakiapa kuchukua hatua kali. Nitakupitisha kwenye kile ambacho Marekani wamekisema juu ya sakata la Boni na Agatha, lakini pia muda huu nimekuandalia full story kumhusu Boniface Mwangi wa kule nchini Kenya, maana wapo wengi ambao hawamtambui ingawa wanasikia tu story na jina la Boniface Mwangi. Humo ndani utapata kujua kila kitu kumhusu mwanaharakati huyo Boni Mwangi wa kule nchini Kenya, na baadaye nitakupitisha katika stori nzima kumhusu Bi Agather Atuhaire, kuanzia unyayo mpaka kichwani, ili pia upate kuwafahamu kwa undani wanaharakati hao waliovitikisa vichwa vingi vya habari duniani. Hebu tutazame hapa kauli hii ya Marekani, kisha moja kwa moja tuende tukaangazie full story kumhusu Boniface Mwangi. Taifa la Marekani kupitia ubalozi wake uliopo nchini Tanzania wanasema Marekani imesikitishwa sana na taarifa za kuteswa nchini Tanzania kwa wanaharakati wawili wa Afrika Mashariki, Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Mkenya Boniface Mwangi. Mwaka 2024 Agatha Atuhaire alitunukiwa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani tuzo ya kimataifa ya wanawake jasiri. Tunatoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka na wa kina wa tuhuma hizi za ukiukaji wa haki za binadamu. Tunatoa wito kwa nchi zote katika kanda hii kuwawajibisha wale wote wanaokiuka haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kufanya utesaji Hivyo na hayo ndiyo ambayo Marekani wameyasema. Sasa basi, moja kwa moja, hebu tujikite katika kumwangazia bwana huyu Boniface Mwangi kuanzia unyayo mpaka kichwani. Boniface Mwangi, mfahamu mwanaharakati wa Kenya mwenye utata. Mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi hatimaye ameachiliwa huru na serikali ya Tanzania. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Haki Africa ameiambia Habari Kiganjani. Hussein Khalid alithibitisha kuwa alikuwa pamoja na Mwangi wakiwa njiani kutoka kaunti ya Kwale karibu na mpaka wa Tanzania na Kenya, ambako alikuwa amewachwa, na sasa wakiwa wanaelekea Nairobi. Mwanaharakati Boniface Mwangi na Agather Atuhaire wa Uganda walikamatwa nchini Tanzania mapema wiki hii ambako walikuwa wameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Rais Samia Suluhu Hassan alionya kwamba hataruhusu wanaharakati kutoka nchi jirani kuingilia masuala ya nchi yake na kusababisha machafuko. Nataka umfahamu, eh, nataka umfahamu mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi. Boniface Mwangi alizaliwa Julai 10 mwaka 1983 na ni mwanahabari wa Kenya, mwanasiasa na mwanaharakati aliyejihusisha na harakati za kijamii na kisiasa. Kulingana na mtandao wa Wikipedia, anajulikana kwa taswira zake za ghasia za baada ya uchaguzi zilizokumba Kenya mwaka wa 2007 na 2008. Amemwoa Helen Njeri Mwangi ambaye anafanya kazi naye katika shirika lake la Power 254, wana wana watoto watatu. Mwangi alitajwa kuwa miongoni mwa Waafrika 100 bora wenye ushawishi mkubwa na jarida la New African mwaka wa 2020. Maisha yake ya utotoni na elimu ya msingi mwangi alizaliwa katika kaunti ya taveta nchini kenya kwenye mpaka na tanzania mama yake alikuwa mfanyabiashara aliyevuka mpaka mwangi alianza kuishi na babu yake huko nyeri mkoa wa kati wa kenya alipokuwa na umri wa miaka 6 baadaye alihamia na mama yake katika kitongoji cha watu wa kipato cha chini cha nairobi changara kisha eneo la majengo githurai 45 kabla ya kuishia pangani Mwangi aliacha shule katika kipindi hiki na kumsaidia mama yake kuuza vitabu wanahabari. Mama yake alipofariki mwaka wa elfu mbili na moja, Mwangi ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka kumi na saba, aliamua kubadilika ili kunusurika. Alijiunga na shule ya Biblia kwa nia ya kuwa mchungaji na kupata diploma katika masomo ya Biblia. Akiwa shuleni alipendezwa na upigaji picha, alishawishiwa na mpiga picha wa Kenya Mohamed Amin. Licha ya kutokuwa na elimu ya shule ya upili, Mwangi alifanikiwa kupata nafasi katika shule ya kibinafsi ya uandishi wa habari. Ili kufadhili masomo yake, ilimbidi aendelee kuuza vitabu mitaani, lakini akaanza kupata uzoefu kama mwandishi wa picha. Alichapisha picha katika gazeti la kitaifa la The Standard na mwaka wa 2005 alishinda tuzo zake za kwanza za upigaji picha. Ndani ya miaka mitatu alipata kutambuliwa kimataifa kama mmoja wa wapiga picha wa Afrika walio na vipaji. Alitunukiwa tuzo ya mpiga picha bora wa mwaka wa 2008 na 2010 na wa CNN Africa. Hata hivyo aliwacha kazi yake ya upigaji picha ili kuingia katika uanaharakati katika kwenye upande wa wanaharakati mwangi aliacha uandishi wa habari baada ya kushuhudia na kupiga picha ghasia za baada ya uchaguzi nchini kenya mwaka wa 2007 kama mpiga picha wa magazeti alipata mfadhaiko baada ya kuathiriwa moja wakati watu wa jamii yake walipotishiwa aliathirika zaidi baada ya kulazimika kuwaangazia wanasiasa wale wale wale waliochochea ghasia bila kuadhibiwa. Mpango wake wa kwanza ulikuwa mradi wa picha mtaani, kwa Kiswahili picha mtaani, ukionyesha picha za ghasia za mwaka 2007 baada ya uchaguzi wa kitaifa kati ya makabila mbalimbali. Maonyesho haya ya mitaani yalionyeshwa yali kote nchini kwa watu kujadili upatanisho na kukuza uponyaji wa kitaifa. Zaidi ya watu laki sita waliona maonyesho hayo. Hii ilikamilishwa baadaye na filamu ya Hio The Nation ambayo ilionyeshwa zaidi katika maeneo ya vitongoji duni. Kufuatia hatua hii, Mwangi alianza kukuza msimamo thabiti zaidi wa haki za kibinadamu katika makabiliano yake ya kisiasa kupitia kuzungumza dhidi ya uongozi mbaya na mbovu wa kisiasa na kutangaza ujumbe wa amani kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka wa 2013 kwa mipango ina, inayoitwa Mavalcha na Team Courage, Team Courage ni kikundi, ni kundi la wanaharakati wenye tengo la kushawishi raia wazalendo kuchukua hatua wa za kijasiri na madhubuti katika kujenga Kenya mpya. Mpango wake wa hivi karibuni zaidi ni Power 254 ambao ulizinduliwa mwaka wa 2011, kituo na nafasi kwa wasanii na wanaharakati kufanya kazi pamoja kuelekea mabadiliko ya kijamii na kuendeleza haki za kibinadamu nchini Kenya. Mwanaharakati mwenye utata Boniface Mwangi ni mwanaharakati mwenye utata. Mwangi alikamatwa na polisi Mei kwa madai ya kuandaa mapinduzi nchini Kenya. Maafisa wa upelelezi walikuwa wamemkamata bwana Mwangi nyumbani kwake na kumpeleka katika kituo kikuu cha polisi ambako alirekodi taarifa. Aliachiliwa muda mfupi baada ya taarifa inayoelezea mashtaka ambayo huenda akakabiliwa nayo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mwaka 2024, kuzuiliwa kwake kulikuja baada ya kuitisha maandamano dhidi ya serikali katika mbio za marathon katika mji mkuu Nairobi. Polisi walikuwa wamethibitisha kuwa bwana Mwangi alikuwa kizuizini, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Kuzuiliwa kwake kulizu, kulizua hasira miongoni mwa wafuasi wake waliotaka aachiliwe. Alikuwa akikusanya watu kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, kumtaka Rais William Ruto ajiuzulu akitumia neno Ruto must go nata yaoupaic aliwataka watu kuvalia rangi za bendera ya taifa kuvaa kanga zenye ujumbe Ruto mastigo na kushiriki maandamano mtandaoni. Hii ndo amekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa alikusudi uweze kupata kufahamu kinachoendelea kufuatia sakata la Bonifasi Mwangi na Agatha Atuhaide.